Hewa ya dunia? Kwa nini hiyo miezi? Kwa nini huo muda? Wengi tunaenda tu, lakini hatujui kitu kilichofungwa nyuma ya hicho. Kumbe kuna maarifa ya kiroho ya siri ambayo ukiyajua, ukiapply hicho kitu kinatokea moja kwa moja directly. Sasa ni wakati gani pengine ambao tunapaswa kumshukuru Mungu na ni majira yapi? Yes, umeuliza swali zuri sana sana witi. Na ni moja kati ya swali ambalo uh, watu wengi wanatamani kujua, wanatamani kufahamu. Nitaanza kufafanua vizuri sana ili watu waelewe. Katika ulimwengu wetu huu tunaongozwa na sheria na kanuni ambazo Mwenyezi Mungu mwenyewe kaziumba na bahati mbaya hizi kanuni zinafanya kazi automatic, na ukizi apply hizo kanuni au hizo nguvu ambazo zipo zina, zina tabia ya kukulipa hapo hapo, yani hazisubiri uh, kesho. Ukikosea umekosea, ukipatia umepatia, na ndio tuna, tuna, tuna tunarejea hata kwenye hekima za wazee ambazo walishazungumza na wanasema kwamba uh, kwamba wanasema kuna ule msemo, wanasema kutokujua sheria sio kuvunja sheria, sumeelewa. Kwa hiyo hiyo kanuni wameitoa kwenye, kwenye asili ya maarifa ya kiroho, kwa sababu Mungu ameumba hivi vitu kwa kufata utaratibu wake, kaimanishi wewe kutokujua kwako ndo kuwe kushindayaiko. E, no, no, no, hivyo kwa hiyo unatakiwa tujifunze kwa hekima, tujifunze kwa maarifa kwa kutuliza nini akili, usivyendee pupa. Kwa hivyo hapo kuna option mbili tukupatia, na kukosea na, kukose. E, na ili upatie lazima ukosee na kukosea ndiyo kuju, si umenielewa? Ila sasa ndio maana nikasema, nimetanguliza nini hekima. Kwa nini nimetanguliza hekima? Kwa sababu hekima ndio muongozo wa tafakuri, ndio muongozo wa nini tafakuri, kuweza kukaa na kujui uliza ndo inaingia neno naitwa mantiki au logic. Simeelewa kuweza kujiuliza hichi kitu kilikuwaje, mwenendo wake, tabia zake, asili zake, yaani ujifunze kitu kwa kufata jinsi ilivyo. Sasa wazee wetu, mababu zetu na wajuzi wan, eh, wanavyuoni waliotangulia katika maarifa ya kiroho waliyajua haya na walijua Mwenyezi Mungu ameunda au ameviumba hivi vitu kwa kufata sheria na kanuni na, na tunajua sheria inapoundwa basi kanuni inakuja kutafsiri zile sheria, si umenielewa vizuri? Sasa walipogundua haya, wakajaribu kutengeneza lugha ya kificho, lugha ya kificho. Na tunaposema lugha ya kificho, nakuwa inamaanisha kwamba lugha ya alama na ishara, pamoja na maumbo kwa kufata sheria na kanuni za Mwenyezi Mungu mwenyewe katika asili ambazo yeye ameziumba. Kwa mfano, kujua upepo unafanyaje kazi katika ulimwengu, unasaidiaje, mekanizmu yake ikoje, unafanya muda gani, unaupareti muda gani, unatokea muda gani, kipupwe, kiangazi, si jumasika, si una nini, si ndiyo? Yote hayo yana maana kiroho kwa sababu hakuna kitu chochote ambacho umekisoma darasani hakijatoka kwenye asili ya ulimwengu au asili za kiroho. Yaani kila unachokisoma sasa hivi darasani, iwe degree iwe diploma iwe masters, chochote utachokisoma, msingi wake ni kiroho. Kwa maana hiyo, vile ambavyo tunakuwa tunaishi pengine kwenye mazingira haya ya kawaida ni kimwili, tunavyoishi kipindi cha masika hmm. Baridi kali tunavaa masweta hmm. Ndivyo ambavyo pia hata kiroho tunatakiwa tubadilike kutokana na majira yanayotokana na nguvu za ulimwengu. Ndivyo asili inavyotufundisha. Yaani ukubali ukatae, ukatae ukubali, na ndio ukweli. Na ndio hapo watu wengi wanaangamia kwa kukosa maarifa, sio akili. Pengine kwa kifupi sasa hmm. utuelezee Kipindi cha vuli, masika, kiangazi ni vipindi gani kirona tunatakiwa kufanya? sema hiyo Tuta mada <laughs> tutaizungumzia, na wengi wanataka kujua. Hey, kwa muda gani, saa ngapi, lini kufanya nini, nini wakati gani? Hey, ngoa ni waambie witi, narudia ile kauli yangu kwamba wazee wenye hekima, wenye maarifa, wanavyuoni, wataalamu, wajuzi wa mambo walijua hayo, walipoyajua wakasema na wakakubaliana, katika makubaliano yao wao, magrupu mbalimbali mbali; wapo Waislamu, wako Wakristo, wako Mabudha, wako eh, wahindu na dini zingine nyingi katika ulimwengu huu. Au nawazungumzia watu wa nini, wa dini. Lakini zipo secret society, zipo nyingi sana katika ulimwengu, unaozijua na usizozijua walizigundua hizi kanuni na walizigundua hizi sheria zinafanyaje kazi. Kitu kimoja kina maana zaidi ya mia. Yani unaweza, ukaona, ukaona mti fulani hivi ukawe ukaujua huo mti kwamba unaitwa mchongoma au unaitwa mwembe, wewe ndio umekipa maana. Lakini katika asili na maarifa ya kiroho, huo mwembe una maana zaidi ya hilo jina mwembe, yani una uwezo wa kuzalisha ama kuproduce au kuleta maana zaidi ya hicho unachokielewa wewe, si umenielewa? Baada ya kugundua hilo, wakatengeneza lugha ya ishara na alama katika usiri, katika kificho, kwa sababu watu wangekifahamu kama hivyo, kama kinavyotakirivyo hivyo, tukamjua huu ndo uiti halisi, <laughs> ingelikuwa hatari, kwa sababu watu wangetumia maarifa vibaya, wangetumia hiyo taaluma vibaya. Ndio maana tukawekewa grade, tukawekewa Eh, da madaraja ya, ya uelewa na maarifa haya. Ndo maana mm, nataka kumalizia hapo. Ndo maana watu wanaosoma Bible au wanaosoma Qurani, wanaisoma Qurani kwa levo tofauti tofauti, au wanaisoma Bible kwa levo tofauti tofauti. Mtu anaisoma Bible ili awe kiongozi wa kiroho au awe, awe mchungaji, lazima akasome theolojia, si ndio eh? au mtu anayetaka kuwa mshehe ama nani, lazima akasome fikihi au akasome e, tauhidi au asome na, na, nafikiri tunaelewana. Sasa hizi ngazi za uelewa hizi, kadiri unavyokuwa unapanda, ndio unaanza kujifunza misingi misingi, misingi, misingi, misingi taratibu, kwa sababu ukielewa yote e, hivi e, parale, yani ukaielewa hivi inaweza ikakuchanganya, alafu inaweza ikakufanya hata ukawa mwehu, kwa sababu vitu ni vingi na vinahitaji kanuni, vinahitaji sheria. Kwa nini nimezungumza hivyo? Nimezungumza hivyo kwa sababu ndio maana wazee wetu wakatuwekea utaratibu, twende hatua kwa hatua, wakatuwekea siku saba za wiki, wakatuwekea masaa kumi na mbili, wakatuwekea masaa ishirini na nne, wakatutengenezea mfumo wa hesabu mifumo ya miezi kumi na mbili mifumo mifumo ya, ya dakika mifumo ya nini? Kwa nini? Ili kutambua engo muhimu kwa wakati gani, zina umuhimu gani katika kufungua au kufanya vitu flani flani flani vya kiroho. Ndo maana hata ukienda kwenye imani zetu za kidini, Waislamu wanakwenda kusali Ijumaa. Kwa nini nilichaguliwa siku ya Ijumaa? Wakristo wanakwenda siku ya Jumamosi na Jumapili. Kwa nini nilichaguliwa siku ya Jumapili? na ni muda gani na kwa nini hivyo? Na hii inajirudia kila baada ya mwezi au kila baada ya wiki, na kuna baadhi ya ibada na maombi ama sala au vifungo vinaenda kwenye mwezi fulani na tarehe fulani, si umenielewa? kwa nini hizo tarehe? kwa nini hiyo miezi? kwa nini huo muda? Wengi tunaenda tu, lakini hatujui kitu kilichofungwa nyuma ya hicho. Kumbe kuna maarifa ya kiroho ya siri, ambayo ukiyajua ukiapply hicho kitu kinatokea moja kwa moja directly, ila kwa sababu ya kukosa maarifa na kukosa ufahamu wa hicho kitu tunajikuta kwamba tunachanganya. Tunaenda kanisani ndio, tunaenda msikitini ndio, tunaenda tunajua kabisa muda fulani ndio tunatakiwa tufanye hivi na hivi, tufanye hivi na hivi, tuongee maneno fulani hivi na hivi, lakini wakati huo huo bado kwenye nafsi yako na maradhi mengi ya kiroho, bado kwenye mwili wako kuna vitu hujaviweka sawa bado kwenye mazingira unaoishi kuna vitu havijakaa sawa, yaani vitu ni vingi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo unalakiwa ujifunze kanuni, afu uzijue na sheria zikoje ili kuzifikia hilo, kwa sababu ukisema hapo moja kwa moja kwenye kamera, mtu anaweza aka, akaona tu anafurahi tu kusikia, si ndio? Anafurahi tu kusikia? No, hatuzungumzii kusikia au hatuzungumzii kusema. No, tunazungumzia hekima katika kujifunza maarifa ya kiroho